Hapa mnayoyaona hapa baadhi yake ni mabovu, baadhi yake yanadaiwa madeni ya serikali, na ubovu mkubwa ambao uko hapa ambao kwetu kwa, kwa, kwa eneo letu la Songwe tunachoangalia zaidi ni matairi. Barabara yetu ina miinuko na miteremko mikali, sasa ukizembea kwenye tairi unaweza ukavuna mabua. Ninamaanisha nini? Unaweza ukajikuta una ajali za mara kwa mara. Lakini kingine ambacho tunakiangalia ni tiketi mtandao magari ambayo yanakwenda mkoa kwa mkoa, mfano inatoka Sumbawanga kuja Songwe, Songwe kwenda Mbeya, Mbeya mpaka Njombe, unakuta abiria wamekatiwa tiketi ya karatasi. Maelekezo ya serikali kila abiria apewe tiketi mtandao. Kwa haraka haraka, ni kama ma magari hamsini na ambayo tumeyakamata hapa yakiwa na mapungufu mbalimbali. Kwa hiyo tunawasima madereva na tumewashauri madereva, dereva ni mtu wa kwanza kabisa anayeliona gari. Kiukaguzi dereva anatakiwa akague gari lake kabla ya kuanza safari. Kwa hiyo tunawasihi madereva wasione ni usumbufu, na waambie mabosi wao waweze kurekebisha magari yao, kwani wao wana wajibu wa kutengeneza magari yao. Kimsingi tumetoa elimu kwa abiria, ikiwa ni kufichua taarifa zote za madereva ambao kidogo wanakuwa wanakiuka sheria za usalama barabarani, kwa maana ya kwamba wanaendesha mwendo kasi, pia wanafanya wrong overtaking katika maeneo ambayo ni hatari especially katika milima Senjere, ambayo ni sehemu ambayo kuna kona kali na nieleo hatarishi, kwa kuwa kumekuwa na matukio mengi ya ajali. Kwa upande wao abiria ambao wameshushwa katika magari hayo wamesema ukaguzi huo unasaidia kuboresha uimara wa vyombo vya... naona maana moto, mimi naona uko banana kama uwezi wakati itakia kwenye gari uendelee, maana itakuwa ni, yani, kwanza itakuwa ni afya kwa hata kwa abiria kosa ambayo inaweza kuifanyiwa kazi ni la handbreki na la tairi. Kosa yote yako sahihi. Aidha Matthew, Clouds, Songwe.